Katika eh, studio zetu eh, chuma pili ya leo. Taarifa za hivi punde ni kuwa mwanafunzi mmoja aweza kupika kengele kabla ya masaa ya kwenda kwa mamkuli ya mchana ambayo inaitwa lunch. Kitokezo ya pili inasema ya kwamba mwalimu mmoja anguka ghafla baada ya kuwafukuzia wanafunzi waliokuwa wakiokota takataka katika shule moja eneo moja katika area ambayo inaitwa kama kuja kidogo. Mwalimu huyo alionekana mwenye kadhabu baada ya wanafunzi kumcheka, na hivyo akakuwa mwenye kadhabu sana. Hii kumwe, kumfanya mwalimu huyo aweze kuelekea nyumbani kwake mapema leo asubuhi. Taarifa hizi na zinginezo utazipata katika chaneli yetu ya Biwa Bapendo. Ukipenda the comedy boyfriend 037 are you there, pokea taarifa zaidi.